Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kuiongeza Tanzania kwenye orodha ya nchi ambazo raia wake wamepigwa marufuku kuingia nchini Marekani. Na tangazo hilo limetolewa jana na Ikulu ya Marekani, ambapo Tanzania inaongezwa kwenye orodha ya nchi kadhaa ambazo raia wake wamezuiliwa kuingiza, kuingia nchini Marekani lakini tangazo hili linahusiana na mambo mengi ambayo kwa upande mmoja yanayohusisha Tanzania, kwa upande mwingine yanayohusisha Marekani. Kwa ujumla, ni mambo mengi yanayohusisha Tanzania na Marekani, na moja la hivi karibuni kabisa ni lililojiri hapo juzi na kuripotiwa na Jasusi TV hapo jana, ukipitia katika video ya mwisho kabla ya hii hapo jana uh, Jasusi TV ilikuwekea mataarifa kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan inafanya jitihada za kukodi makampuni ya lobbying. Uh, makampuni ambayo yanafanya biashara ya ushawishi . Uh, lengo hasa ni kupata makampuni ya lobbying huko jijini Washington, Marekani kwa ajili ya kulishawishi bunge la Marekani, lakini pia serikali ya Marekani na taasisi mbalimbali za nchi hiyo. Uh, lengo hasa ni kujaribu kubadili uh, ile kitu wanaita narrative, yani maelezo uh, ha, taswira iliyopo sasa hivi ni hiyo ya kwamba Samia amesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Takwimu zinadai kuwa idadi ya waliouawa wanakaribia a, zaidi ya watu elfu kumi. Najaribu, anajaribu kusafisha ile taswira yake pamoja na serikali yake, kwa hiyo ndio alikuwa wanafanya jitihada za kukodi haya makampuni ya lobbying huko nchini Marekani. Hili liliripotiwa juzi na jarida Semafor na kuelezwa hapa kwa kupitia Jasusi TV hapo jana kwa hiyo hatua hii imekuja katika waka, wakati ambapo hizo jitihada za kufanya lobby zinaendelea. Lakini kabla ya hapo, kulikuwa na matukio kadhaa ambayo yanahusiana na, na yaliyojiri nchini Tanzania. Lakini kabla ya kuingia kwenye matukio hayo, ueleze kuhusu hili zuio, lina maana gani? Hatua hii inazuia kabisa wa Tanzania kushika visa za uhamiaji kuingia nchini Marekani, inasimamisha visa za B1 na B2 ambazo ni kwa ajili ya biashara na utalii na viza za wanafunzi. Uh, sasa pengine inaweza kutafsiriwa kwamba ah, sasa hii ina athari gani kwa Mtanzania wa kawaida? Well, habari njema ni kwamba kwa Watanzania wengi wa kawaida uamuzi huu hauna athari kubwa, ila una athari kubwa kwa vigogo, kwa sababu hawa vigogo ndio wengi wao wanaopeleka watoto wao Marekani kwenda kusoma. Kwa hiyo maana hiyo Marekani wakizuia wa Tanzania kwenda kusoma, idadi kubwa itakawaathirika watakuwa watoto wa vigogo. Hata hivyo, kuna Watanzania wa kawaida huwa wanapata scholarship kwa ajili ya kwenda kusoma Marekani. Kwa bahati mbaya, nao wataathirika, lakini waathirika wakubwa pengine, kwa zaidi ya asilimia tisini, watakuwa ni hawa vigogo na watoto wao. Lakini kwa upande mwingine, pia kuna hawa watu na maslahi yao ya kibiashara, wana makampuni yao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, kwa kiasi kikubwa, hili zuio litakuwa na athari kubwa sana kwa upande wao lakini haya yote yanajiri katika uh, background ya mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakijiri baada ya tarehe ishirini na tisa Oktoba ambapo kulikuwa na wimbi kubwa la mauaji ya kutisha ambapo kama nilivyosema awali inadaiwa kuwa idadi ya kushauawa inazidi watu elfu kumi. Kulikuwa na jitihada zinazoendelea nchini Marekani, kwa sababu hata kabla ya hili janga la mauaji kulikuwa na changamoto nyingine kubwa nchini Tanzania ya usalama, ambapo kulikuwa na wimbi kubwa la vitendo vya utekaji na baadaye ikaripotiwa kuwa vitendo hivi vya utekaji vinaambatana pia na masuala ya ulawiti pamoja na ubakaji na watu kuteswa. Kwa hiyo kulikuwa na wabunge wawili a, maseneta hawa a, Jim Rist na Jean Shahin ambao ni wajumbe wa kamati ya uhusiano wa nje ya seneti hiyo ya Marekani ambao wamekuwa kwa muda mrefu wakiongelea masuala mbalimbali yanaendelea nchini Tanzania na walitoa kauli kali kuhusiana na kilichoitwa uchaguzi wa Oktoba 29. Walidai kwamba uchaguzi huo ulikuwa ulijaa ukandamizaji wa kisiasa na pia vyombo vya dola vilishiriki kuua pamoja na kuteka raia wasio na hatia. Kwa hiyo, wao walitaka serikali ya Marekani kuchukua hatua kali dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan baada, lakini pia kuna mbunge mwingine, Ayana Presley naye alitaka uchunguzi huru ufanyike kuhusiana na kilichojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa ambapo kulikuwa na wimbi la mauaji pamoja na utekaji. Um, sasa haya yalijiri kabla ya kutolewa tamko rasmi na serikali ya Marekani Disemba 4 ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambapo wizara ya mambo ya nje ya ya Marekani ilisema kwamba nchi hiyo inafanya tathmini ya uhusiano wake na Tanzania na ikaeleza bayana tamko hili lilikuwa zito sana na likaeleza bayana kwamba hatua hiyo imetokana na uh, mauaji ya maelfu yaliyofanyika uh, chini ya uangalizi wa Samia Suluhu Hassan, lakini pia ikaeleza kwamba kuna idadi kubwa ya miili ya waliouawa ambayo miili ambayo haijakabidhiwa kwa familia. Hata hivyo, pia hatua nyingine ambazo zilielezwa kwamba zimepelekea uh, kufanyika maamuzi hayo ni pamoja na suala la kidini kwamba kuna ubaguzi wa kidini Aa, na hasa hapa ilichokuwa kinazungumziwa ni uamuzi wa Samia kuyafungia makanisa ya Gwajima. Marekani imekuwa sensitive sana siku hizi kuhusiana na kile wanachoona kama ukandamizaji wa haki za kidini. Um, lakini iyele, ikumbukwe kwamba baada ya tamko hili la Marekani tarehe nne, siku nne baadaye balozi, naibu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Lent aliitwa Ikulu Chamwino Dodoma kukutana na Samia, na mkutano huu ulifanyika Disemba nane makusudi kabisa kwa sababu Disemba tisa kulitarajiwa kufanyika maandamano mengine. Lengo la kumuita balozi wa Marekani siku moja kabla ya maandamano ilikuwa ni kujenga taswira kwamba hao Marekani mnawategemea, ambao majuzi wamedai me, wa kwamba sijui wanatathmini wana uhusiano na sisi, hawana lolote kwa sababu wao uhusiano wetu umejikita zaidi kwenye maswala ya kiuchumi. Kwa hiyo kweli mkutano ulifanyika hapo Ikulu cha Mwino na baadhi ya watu wakawa nasema oh, ile picha inaelekana ni fake. Hapana. Kweli mkutano ulifanyika cha Mwino Disemba nane. Maongezi yalikuwa ni ya kawaida, lakini na taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani ilikuwa ni fupi tu kwamba naibu balozi wa Marekani amekutana na Rais Samia huko Dodoma kujadili mustakabali wa mahusiano kati ya Tanzania na Marekani. Lakini taarifa iliyotolewa na Ikulu ilikuwa ni ndefu na ikawa na maneno mengi kuonyesha kwamba maslahi ya Marekani nchini Tanzania sio kwenye masuala ya haki za binadamu. Kwa mfano wakazungumzia kwamba Marekani uh, ina miradi ya kimkakati kimika, nchini Tanzania ikiwa ni pamoja na uwekezaji kwenye gesi asilia ambapo imewekeza dola bilioni arobaini na mbili. Kuna mradi wa Tembo Nickel ambapo Marekani imewekeza dola milioni mia tisa arobaini na mbili na kuna mradi wa graphite Mahenge ambao unagharimu dola milioni mia tatu Kwa hiyo uh, ikulu uh, pamoja na chawa wa Samia walifanya jitihada kubwa kuonyesha kwamba Marekani itaweka mbele maslahi yake ya kiuchumi kuliko changamoto za demokrasia na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Uh, ni kwamba Tanzania uh, ni nchi ambayo ipo tayari kufanya kazi vizuri, kwamba wanafungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya Tanzania na Marekani. Kwa hiyo baadhi ya watu kwao wamechanganyikiwa, na baadhi ya watu wakamsemea ovyo huyu balozi wa Marekani kwamba ah, hao watu vipi, juzi tu wamesema kwamba wanatathmini uhusiano kati yao na Tanzania kwa sababu ya mauaji yaliyofanyika, inakuwaje tena sasa hivi wanakuja kuongelea kuhusu haya masuala ya uwekezaji na vitu kama hivyo. Lakini kile ambacho uh, wengi hawakielewa ni kwamba hawa wanadiplomasia hasa Wamarekani wengi wanakuwa ni watu wa intelijensia, wanajua nini cha kuongea. Kwa hiyo utakuta mara nyingi uh, hizi nchi kubwa zinapokwenda kuongea na viongozi wa nchi ndogo wanaongea yale watu viongozi wa nchi ndogo pengine wanapenda kuyasikia. Kwa hiyo balozi alikwenda pale kufanya kazi ya kidiplomasia. Diplomasia, lugha ya kidiplomasia siku zote inakuwa sio ya shari, bali ni lugha ya kistaarabu. Kwa hiyo ndio akakubali ile narrative ya iliyosemwa kwamba maslahi ya, ya Marekani ni muhimu kuliko masuala ya haki za binadamu. Uh, pamoja na hayo mauaji ya Oktoba ishirini na tisa na uthibitisho kwamba Samia alikuwa ameingizwa mkenge, ni hili lililojiri uh, jana, kwa sababu siku chache baada ya mkutano mkutano ulifanyika Disemba nane na jana ni, dise, leo ni Disemba kumi na nane siku kumi, jana ilikuwa ni siku ya tisa na Marekani ikatangaza hiyo uamuzi kuhusiana na kuiwekea uh, vikwazo Tanzania kuhusiana na masuala ya uhamiaji. Ni muhimu hata hivyo kutarabaisha kwamba hatua hii si kwa Tanzania pekee bali kuna nchi nyingine. Lakini Tanzania ni nchi pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki ambayo imeingizwa katika kundi hili. Kwa maana ya Tanzania, uh, Kenya, uh, Uganda, uh, hizi ndio nchi ambazo uh, Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na nchi nyingine. Tanzania ni nchi pekee ambayo imekumbwa na hatua hii. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.